Fikiria mama mzazi akimfukuza binti yake nje ya nyumba si kwa kosa la wizi wala la madharau bali kwa sababu tu ya kuwa mjamzito. Inahuzunisha. Inaumiza moyo kwa namna isiyoelezeka. Je, hivi ndivyo upendo wa mama unavyopimwa? Kwa makosa ya binti aliyevunja ukimya wa ujana wake kwa tamaa ya mapenzi. Ni uchungu ambao huacha kovu la maisha si kwa mwili bali kwa roho. Watu husema mimba ni zawadi, lakini kwa upande wangu ilianza kama jinamizi. Mimi ni msichana wa mwisho kwenye familia yetu, yaani kifunga mimba. Tulizaliwa watoto watatu. Kaka yangu mkubwa anaitwa James, daktari bingwa wa upasuaji anayeheshimika kote nchini. Dada yangu anaitwa Tracy, rubani wa shirika la ndege la kimataifa, mwanamke mwenye msimamo, mwenye ndoto kubwa na aliyezaliwa na ari ya ushindi. Kisha nikaja mimi Nina. Nilizaliwa nikiwa wa mwisho wa kupendwa sana na kila mtu. Nilikuwa mtoto wa tabasamu, wa furaha, wa kuchezewa. Mama alinipenda kupita maelezo. Alinipenda kiasi kwamba kila jambo lililohusu mimi lilikuwa linapewa uzito wa kipekee. Baba alifariki nilipokuwa darasa la tano, hivyo mama alibeba jukumu la kutulea peke yake na alifanya hivyo kwa namna ya ajabu, kwa nguvu, hekima na nidhamu. Tulikuwa tunaishi Karen, katika jumba la kifahari lenye kila kitu: mabustani yaliyopambwa kwa maua ya kila rangi, sebule za kifalme, magari ya kisasa, wafanyakazi wa nyumbani zaidi ya kumi, na kila mmoja wetu alikuwa na dereva wake binafsi. Ulimwengu wetu haukuwa na njaa, haukuwa na ukosefu wa chochote, ila haukuwa na uhuru pia. Mama alikuwa kama jenerali, alikuwa na ratiba madhubuti kwa kila mmoja wetu. Kaka alifundishwa nidhamu ya upasuaji hata kabla hajaingia chuo. Dada alipelekwa kwenye shule za ndege za kimataifa akiwa na miaka kumi na saba, na mimi, mimi nilipenda kuandika, kuigiza, kuimba. Nilikuwa msanii, lakini mama hakuwa na nafasi ya ndoto hizo. Alitaka niwe mwanasheria na kwa sababu nilimpenda sana sikumwambia hapana. Nilisoma sheria. Nilifaulu. Nilihitimu. Lakini hata baada ya kuhitimu sikuhisi kama nimepata nafasi ya kuwa mimi. Nilikuwa kama kivuli cha ndoto za mama. Kivuli kilichoishi katika mwanga wa mafanikio ya kaka na dada. Kevin alikuwa na kliniki yake mwenyewe. Tracy alikuwa akiruka hadi Paris na New York kila mwezi. Mimi nilikuwa tu nyumbani nikisubiri mama aseme ni lini nitapelekwa kufanya e attachment kwenye kampuni ya mawakili wa marafiki zake. Nilianza kujisikia kama mzigo. Nilianza kuhisi kama sina maana ya kipekee ndani ya nyumba ile. Watu waliniona kama msichana mdogo wa mwisho ambaye bado anahitaji mwelekeo. Hakuna aliyeniona kama mtu mzima mwenye haki ya kupenda, kuchagua au kufanya makosa yake mwenyewe. Ndipo alipoingia Brian. Brian hakuwa daktari. Hakuwa rubani. Hakuwa hata mtu wa ofisini. Alikuwa mmoja wa wafanyakazi wetu wa bustani. Kimya. Mtulivu. Lakini mwenye macho yenye kina cha bahari. Alikuwa kijana mrefu, mwenye ngozi ya kahawia iliyoiva na jua, na tabasamu la aina ya pekee, ile ya mtu anayejua mengi lakini hasemi. Siku ya kwanza niliingia kwenye bustani kumtafuta mbwa wetu aliyeponyoka, nilimkuta Brian ameinama kwenye mchanga akipanda maua. Aliniangalia akanyamaza. Kisha akasema, "Mbwa yuko nyuma ya jumba la kulala wageni. Anapenda kivuli kule." Nilishtuka kidogo. Sikutarajia asikie jina la mbwa wetu au hata kujali alipo, lakini alijua, na sauti yake ilikuwa ya utulivu unaopenya ndani ya moyo. Tangu siku hiyo sikutaka tena kwenda bustanini kwa ajili ya mbwa, nilikwenda kwa ajili ya Brian. Tulianza kuzungumza polepole pole, kwanza salamu, kisha maoni juu ya hali ya hewa Baadaye nikaanza kumletea maji ya baridi. Kisha sandwich. Kisha nikaanza kumuuliza maswali ya maisha yake: alipotoka, familia yake, mambo anayopenda. Na yeye kwa upole ule ule alianza kuniuliza maswali pia. Hakuwa kama wanaume wengine waliokuja kwa mama kuniambia wanataka kuoa mtoto wake. Hakuwa kama wale waliokuja na magari makubwa na suti za gharama. Brian alikuwa halisi. Nilimpenda. Niliogopa kusema hivyo, lakini nilijua moyoni mwangu kwamba nilimpenda. Alikuwa utulivu wangu katikati ya kelele za matarajio. Alikuwa sauti ya upole katika nyumba iliyojaa amri. Nilihisi kuwa mimi ninapokuwa karibu naye. Lakini ilikuwa ni dhambi kumpenda Brian, angalau katika macho ya mama Hakuwa wa kiwango chetu, hakuwa na jina, hakuwa na cheo. Kwao yeye alikuwa mtu wa kuchukua maelekezo, sio wa kupendwa na kifunga mimba wa jumba la kifalme. Lakini moyo hauulizi sifa ya mtu unapopenda, na mwili hauulizi status ya mtu unapoguswa kwa hisia. Ilikuwa siku ya mvua, siku ambayo jua halikutoka. Siku ambayo bustani ilikuwa tulivu isivyo kawaida. Nilienda kumletea Brian sweter kwa sababu nilijua alikuwa nje akifagia majani. Lakini hakuwa huko. Nilimkuta kwenye banda la kuhifadhi vifaa akikaa kwenye kigoda cha mbao. Alinitazama kwa mshangao lakini macho yake hayakunikataa. Niliketi naye. Tulizungumza. Tulicheka. Kisha kimya. Kisha hey, tukakumbatiana na kumbatio hilo lilibeba zaidi ya joto la mwili. Lilibeba kiu niliyoihifadhi kwa miaka, lilibeba huzuni ya kutojua nani kweli ni mimi. Kumbatio likageuka busu, busu likageuka moto, na usiku ule nilimpa moyo wangu na mwili wangu. Siku tatu baadaye, mama aliniambia niende Nairobi kwa muda. Alikuwa amepanga attachment yangu ianze kwenye kampuni moja ya sheria. Niliondoka, lakini moyo wangu haukubaki salama. Nilihisi kama nimeacha sehemu yangu muhimu nyuma, na nilipokuwa huko, mwili wangu ukaanza kubadilika. Nilihisi kichefuchefu, uchovu wa ajabu, nilidhani ni mafua au labda stress ya mazingira mapya. Lakini siku niliyoamua kwenda hospitali nikajua kwamba maisha yangu hayangekuwa yale yale tena. Mimba, nilipata mimba. Na wakati mwingine upendo hufunua sura yake kwa njia ya maumivu ya mwanzo ikabla ya kuleta mwangaza wake wa kweli. Nilikumbuka maneno ya daktari vizuri sana: hongera binti, una ujauzito wa wiki sita. Kisha akaniangalia kwa jicho la huruma. Unaonekana bado mchanga. Je, uko tayari kwa hili? Nilinyamaza, nilitabasamu kwa bandia na nikamshukuru, lakini moyoni mwangu nilikuwa najikwaa katika giza nene lisilo na mwisho. Sikuwa tayari, sikuwa nimewahi kuwaza kuwa niko karibu kuwa mama. Na kwa hali yangu kwa familia yangu hii haikuwa habari ya kusherehekewa. Nilirudi nyumbani nikiwa kama mzigo. Nilitembea polepole pole kila hatua ikihisi kama uzito wa mawe. Nilipofika, nilijifungia chumbani. Nikatazama dari kwa saa kadhaa. Sikulia. Nilishindwa hata kulia. Mawazo yalikuwa mengi kupita kiasi. Vipi nikimwambia Brian? Vipi nikimwambia mama? Na kwa hakika kabisa, nisingeweza kumwambia dada au kaka yangu. Hawangenielewa. Wangeanza kuniangalia kama aibu ya familia. Siku tatu zilikatiza bila kumwandikia Brian ujumbe wowote. Alijaribu kunipigia mara kadhaa lakini sikujibu. Niliogopa. Nilikuwa natetemeka. Halafu siku ya nne usiku, nikamwandikia ujumbe mrefu nikamwambia ukweli, kwamba nina mimba yake, kwamba sijui nifanye nini, kwamba niko kwenye hali ya kuchanganyikiwa na nahitaji muda. Dakika kumi baadaye alinipigia simu. Nilishindwa hata kusema halo vizuri, lakini sauti yake ilikuwa ya utulivu kama kawaida. Nina ewe, usiogope, tuko pamoja, Nitakusaidia. Nililia kwa mara ya kwanza tangu nipate habari hizo, nililia kwa sauti. Nilihisi kama mzigo mkubwa umeondoka kwenye kifua changu. Brian hakukimbia, hakunikataa. Alinisikiliza, akaniahidi atanitafuta siku ya Jumapili, nikiwa na nafasi, tuzungumze ana kwa ana. Niliporudi Karen baada ya wiki mbili, sikuhisi salama. Mama alikuwa na shughuli nyingi kama kawaida, lakini alinishangaa sana. Aliona kuna kitu kilikuwa tofauti kwangu, alinipapasa shavu, akanitazama kwa jicho la shaka, lakini hakuuliza chochote. Nilijua muda si mrefu ukweli ungejionyesha. Ilikuwa rahisi sana kujificha kwa wiki chache. Nilivaa nguo pana Nilijifanya mgonjwa kidogo, nilijiepusha na vyakula vilivyonuka. Lakini mimba siyo kitu cha kuificha milele. Mwili ulianza kugeuka, tumbo lilianza kushupaa, uso wangu ukaanza kung'aa tofauti. Hata wafanyakazi wa nyumbani walikuwa wakinichungulia kwa macho ya udadisi. Brian alianza kuja kuniona kwa siri. Tulikutana mara mbili kwenye uchochoro wa nyuma ya jumba penye mabanda ya bustani. Alileta matunda, maji ya matunda, na mara moja alileta kitabu cha how to take care of your pregnancy. Alikuwa mwenye upendo, lakini kila mara nilipomwangalia, moyo wangu ulikuwa ukiumia. Nilijua fika kuwa pindi mama akijua, dunia yangu itavunjika vipande vipande. Mama alianza kuwa mkali aliponiona nikikwepa chakula fulani, alinishangaa. Siku moja alinipata nikiwa na dua nikishika tumbo langu, nikiwa nimesimama mbele ya kioo. Alikuja nyuma yangu polepole. Nina, hii kuna nini? Niligeuka haraka nikatikisa kichwa. Hakuna mama, nilikuwa tu naangalia jinsi nimekonda. Alinyamaza kwa sekunde kadhaa kisha akasema kwa sauti ya baridi, wewe haujakonda. Wewe unaongezeka. Una kitu unaficha. Nilimkwepa macho. Hapana, mama. Niko sawa. Lakini mama hakuwa mjinga. Alikuwa mwanamke mkali wa biashara. Alikuwa na macho ya kuona mbali zaidi ya pazia la uongo. Siku hiyo hiyo niligundua amemwita daktari wa familia aje kunikagua kesho yake. Nilishtuka, nilijua siri yangu ingeibuliwa. Usiku huo nilimpigia Brian, nikamwambia nimegunduliwa. Alinishauri nikubali ukweli, lakini sikuwa tayari hata kidogo. Siku ya pili asubuhi, mama aliita kikao cha familia trasi dada yangu Neema alikuwepo, vile vile kaka yangu Dr. James. Wote walikaa kwenye sebule ya chini, macho yao yakiwa yamenikodolea. Nilijua huo ndio ulikuwa mwisho wa siri. Mama alianza, Nina ana ujauzito na hajatuambia chochote hadi sasa. Nilishusha kichwa. James alisogea mbele kidogo niliamini kabisa kuwa angalau yeye angenielewa, lakini alinikazia macho kwa uso uliojaa hasira. Nina, hivi kweli? Hivi kweli umefanya haya? Mimba, na siyo tu mimba, bali mimba ya kijana wa shamba! Huu ni utoto wa aina gani? Hii ni fedheha. Neema alitikisa kichwa kwa masikitiko. Nilidhani wewe utakuwa mwanasheria mashuhuri mfano kwa watoto wa kike nchini, lakini umeamua kuwa aibu kwa familia. Sitaki hata kukusikiliza. Maneno yao yalichoma moyo wangu kama sindano za moto. Nilikuwa na matumaini hata chembe kuwa angalau mmoja wao angenipa mkono wa faraja, lakini kila neno lilikuwa kama upanga. Mama alinyanyuka wewe si sehemu ya familia hii tena. Fungasha virago vyako, ondoka hapa kabla sijaita polisi. Umefedhehesha jina letu. Na hapo ndipo nilifukuzwa rasmi, nikiwa sina mahali pa kwenda, bila msaada wa kaka dada wala mama. Na hapo ndipo safari yangu ya kweli ilianza, he, safari ya kuelewa maana ya upendo, uchungu na kusimama kwa miguu yangu mwenyewe. Usiku huo niliondoka nyumbani kama jambazi. Nilifunga pochi yangu ndogo yenye nguo chache, nikavaa sweta ya hoodie kuficha uso wangu na nikateleza kimya hadi getini. Mlinzi alinishangaa lakini hakuniuliza chochote, labda machozi yangu yaliyomwambia kila kitu. Nilitembea kwa miguu hadi kwenye duka la karibu, kisha nikampigia Brian simu. Iliita mara moja tu kabla hajapokea. Halo, Nina, sikujizuia kulia. Nimetoka nyumbani, he, wamenifukuza. Brian, sina pa kwenda. Shika gari ya Bolt, nitakulipia, nitumie tu eneo ulipo sasa hivi, alijibu haraka, sauti yake ikiwa na wasiwasi. Dakika 20 baadaye nilikuwa kwenye gari nikienda kwake. Nilitarajia kufika kwenye nyumba ya kawaida tu ya kijana wa kazi, labda kijumba cha kupanga cha ghorofa la nne lenye madirisha yaliyopasuka. Lakini gari lilipoingia kwenye estate tulivu ya kifahari, moyo wangu ulianza kudunda kwa kasi. Hapa? nilimuuliza dereva kwa mshangao. Ndiyo, location uliyotuma iko hapa, madamu. Tulifika mbele ya jumba kubwa jeupe lenye ua uliojaa maua ya kupendeza. Mlango ulifunguliwa kabla hata sijasogea, na hapo, Brian au Kelvin, kama nilivyokuja kujua, alikuwa amesimama akiwa kwenye koti la ngozi, suruali safi ya kaki, na viatu vya kisasa. Karibu nyumbani, alisema kwa sauti ya utulivu. Nilimtazama nikitetemeka. Hii hii ni wapi? Alinitazama kwa macho ya huruma, kisha akanipeleka ndani. Ndani kulikuwa na samani za kifahari, chandelia kubwa juu, ukuta wa matofali ya marumaru na harufu ya chai ya tangawizi. Tulikaa kwenye sofa kubwa ya ngozi naye alinishika mkono. Nina e, eh, Kuna kitu nataka kukuambia. Niliamua kujifanya shamba boy kwa sababu nilitaka kukujua kwa undani. Nilikuwa nimekuona chuoni siku ya uzinduzi wa klubu ya sheria. Ulisimama ukitoa speech yako, na moyo wangu ukajua kuwa wewe si msichana wa kawaida. Nilishangaa, macho yangu yalikuwa makubwa kama shilingi tano. Nilikupenda, lakini nilijua kama nitakufuata kwa pesa zangu na magari, huenda usingenipenda mimi kama mimi. Kwa hiyo nikaamua nifanye kazi nyumbani kwenu, nikawa mtu wa kawaida. Nikaangalia jinsi unavyoongea, jinsi unavyoheshimu watu na kweli niliona dhamani yako. Kelvin, yani unaitwa Kelvin? Niliuliza kwa sauti ya kushuka. Alitabasamu. Jina langu kamili ni Kelvin Mugo. Baba yangu ni mfanyabiashara mkubwa anayeishi Ujerumani, ana kampuni za usafirishaji na madini. Mimi nashughulikia biashara zake hapa Kenya. Niliamua kufanya hivi kwa sababu sikutaka mwanamke wa pesa zangu, nilitaka mwanamke wa moyo wangu. Nilianza kulia, sio kwa uchungu, kwa furaha, kwa mchanganyiko wa mshangao, upendo na ahueni. Nililia kwa sababu maisha yangu yalikuwa yamegeuka kutoka giza hadi mwanga wa matumaini. Kelvin aliniangalia na macho yenye upendo. Nina, sasa uko salama. Mimba hiyo ni baraka, na mtoto huyo atakuwa na baba anayempenda mama yake kwa dhati. Nilijitupa mikononi mwake nikilia, nikicheka, nikitetemeka kwa hisia ambazo siwezi kueleza kwa maneno. Hatimaye sikuamini kuwa mtu aliyekuwa na mavumbi kwenye viatu vyake shambani kwetu ndiye huyu mbele yangu, mwenye harufu ya mafuta gali na moyo uliojaa upendo wa kweli. Siku hiyo nililala katika chumba kikubwa chenye pazia zenye hariri na mashuka meupe safi. Nilipata usingizi mzito kwa mara ya kwanza baada ya wiki nyingi. Nilihisi salama, nikiwa mikononi mwa mtu aliyekuwa tayari kubeba dunia yangu hata wakati nilipoiona ikivunjika. Lakini nilijua, hii ilikuwa tu mwanzo wa hadithi yangu, na changamoto hazikuwa zimeisha bado. Wiki moja baadaye, maisha yangu yalikuwa yamebadilika kwa njia nisiyowahi kutarajia. Nilikuwa mjamzito, lakini si mnyonge tena. Nilikuwa na mtu aliyenipenda, aliyenikubali na aliyekuwa tayari kunibeba hata wakati dunia ilinipa kisogo. Kelvin aliniambia, Nina, nataka kwenda kwenu, nifunge ukurasa huu, tuwajulishe kwamba hujapotea na kwamba uko salama nilisita lakini ndani yangu kulikuwa na kiu ya kuona nyuso zao tena, nimama dada yangu Trazi na kaka yangu Kelvin. Nilihitaji majibu, nilihitaji amani. Siku hiyo tulivaa vizuri. Kelvin alivaa suti ya buluu iliyomkaa kama alizaliwa nayo, mimi nilivaa gauni laini la rangi ya peach lililoficha tumbo langu vizuri tulipanda kwenye gari lake Range Rover Sport na kuanza safari ya kuelekea Karen. Getini mlinzi alituona kwa mshangao mkubwa, alitupa saluti haraka, akaenda kukimbia kuita mama. Tulipoegesha gari, mlango wa mbele ulifunguka kwa nguvu. Mama alitoka kwa kasi, macho yake yakiwa mekundu kana kwamba alikuwa ametoka kulia muda si mrefu. Aliponiona alisimama kama sanamu. Kisha alipotazama upande wa pili na kumuona Kelvin, macho yake yalitoka. Kelvin alishuka, akamfungulia mlango na akanishika mkono kwa upole. Mama, hii tumeamua kukuja kukuona. Mama hakusema kitu, ghafla alifyatua viatu vyake akapiga magoti katikati ya ua. Nina mwanangu, nisamehe, nilifanya makosa Nilijiaibisha kama mama, nilikuumiza, nilikuumiza sana. Alikuwa analia kama mtoto mdogo. Mimi nilibaki nikiwa nimesimama, moyo wangu ukibishana na hisia zangu, lakini machozi yake yalikuwa halisi, yalibeba majuto ya dhati. Dada yangu Tracy alitokea mlangoni, akawa amenikimbilia, akanikumbatia kwa nguvu Nina, he, samahani dada, sikuona mbali, sikuona ukweli wa moyo wako, tulikukosea. Tafadhali tafadhali tusamehe. Kelvin alinisogezea mbele akanisemezea, wanasema msamaha ni nguvu ya mashujaa, umevumilia mengi, lakini huu ni wakati wa uponyaji. Nilishusha pumzi ndefu, nikakumbuka kila niliyoyapitia lakini pia nikakumbuka upendo wa familia yangu kabla ya yote haya. Nikasogea mbele nikainama na kumkumbatia mama yangu. Mama, nimekusamehe, nimewasamehe wote. Naomba na ninyi mnisaidia kumkaribisha Kelvin kwenye familia yetu. Mama alinyanyuka kwa shida akimkumbatia Kelvin kwa nguvu. Karibu mwanangu, tafadhali msije mkamwacha tena binti yangu tulifurahia chakula cha mchana pamoja siku hiyo. Kicheko kilirudi nyumbani, machozi yalimwagika, lakini safari hii yalikuwa ya furaha. Kelvin aliahidi kuwajengea nyumba ndogo ya likizo Naivasha. Mama alishindwa kuamini, akasema, Mungu ni mkuu, usihukumu mtu kwa muonekano wake.